Ni Bugoma TV habari. Kwa majina yanaitwa Dr. Alex Mrema, mganga mkuu wa wilaya ya Tanganyika. Mnamo tarehe 27 mwezi wa tano mwaka 2025, tulipata taarifa kuwepo kwa madaktari katika kitongoji cha Kabatini kijiji cha Mpembe kata ya Katuma ndani ya wilaya yetu ya Tanganyika, wakitoa huduma ndani ya kitongoji hicho. Katika kufuatilia tulikuta mtoa huduma mmoja ndani ya kijiji cha Kabatini kwenye eneo la Gala akiwa anatoa huduma, lakini katika kumfanyia uchunguzi tulibaini mambo yafuatayo. Cha kwanza, tulibaini mtoa huduma huyu alikuwa akitoa huduma za kitabibu pamoja na za tiba asili na tiba mbadala, nikimaanisha za kiuganga wa kienyeji pasipokuwa pia na kibali kutoka halmashauri yetu ya wilaya Tanganyika kumruhusu kutoa huduma ile ndani ya eneo letu. Lakini vile vile tulibaini huduma hizi za kitabibu pamoja na za tiba asili na tiba mbadala alizokuwa akizitoa, alikuwa na utaalamu wowote wa kutoa huduma za kitabibu. Tulimkuta akiwa na vipimo vya kitaalam, ikiwepo mashine kwa ajili ya kupima shinikizo la damu au presha lakini ilikuwa na vipimo kwa ajili ya kupima kiwango cha sukari kwenye damu, glukometa ikiwa pamoja na strips zake. Lakini tulibaini akiwa na mashine ya pulse oximeter ambayo ilikuwa inapima kiwango cha oxygen kilichokuwa kwenye damu pamoja na mapigo ya moyo. Lakini katika kufuatilia, tuligundua kwamba mtaalamu huyu hajui hata range ya kipimo cha sukari ni wakati gani mgonjwa tutamtemwa au tutamuona kwamba ana kisukari au hana, na ipi ni fasting blood glucose na ipi ni random blood glucose. Lakini tulienda mbele zaidi, tulipofika kwenye kipimo cha pulse oximeter ilimuuliza kipimo hichi kinatumika kwa matumizi gani, alitoa kauli ya kwamba kipimo hichi tunampima homa mgonjwa, lakini ilikuwa ni tofauti na matumizi ya kipimo kile. Lakini mazingira ya utoaji wa huduma ni kwamba wale wote waliokuwa akiwatoboa alikuwa akiwafuta kwa kutumia cotton ambazo zote alikuwa amezitupa chini kwenye ardhi pale alipokuwa akitolea huduma, zikiwa na damu. Lakini ndani ya foleni kulikuwa na watoto wa miaka miwili mitatu, ambayo ilikuwa ni chanzo kikubwa cha maambukizi, kulingana na kwamba utaratibu wote wa kuzuia maambukizi kwa kutumia infection prevention and control measures, zikiwemo ndoo za kuhifadhia taka hatarishi kama damu zilikuwa hawana na wala utaratibu huo walikuwa haufaa. Lakini mbali na hilo, la tatu tulikuja kubaini kwamba kuna timu nyingine iko kwenye kijiji cha Igagala iliyokuwa na wataalamu wenzao wawili, lakini katika kufuatilia nao tulikuta kinachoendelea katika timu iliyopo Mabatini, kicho kilikuwa kinaendelea Igagala. Na mwisho tulilokuta ni kwamba walikuwa wakijipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kwa sababu kuna watu walikuwa wakiwapa majibu ya vipimo ambavyo kwa kiuhalisia hawakuwa wamevifai. Kwa hiyo kulikuwa na wananchi walikuwa na majibu ya MRDT yakiwa negative au positive lakini hawakuwa na kipimo chochote cha kupima malaria. Kwa hiyo walikuwa wanatafuta majibu yao kichwani wanayaandika kama sehemu ya vipimo kwa wagonjwa. Kwa hiyo tuweza kuchukua hatua tukishirikiana na vyombo vya usalama kwa kuwachukua lakini kufuata taratibu, sheria na kanuni za nchi yetu lakini za Wizara ya Afya pamoja na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Tulichukua hatua stahiki zikiwemo za kuwapiga faini kulingana na taratibu mpaka ambapo tumefikia. Wito wangu kwa wananchi wetu halmashauri ya wilaya Tanganyika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameongeza miundombinu ya afya kwa kiwango kikubwa ndani ya halmashauri yetu ili kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Tulikuwa na vituo vya kutolea huduma ya afya 25 sasa hivi tuna vituo vya kutolea huduma ya afya takriban 43 Tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya, sasa hivi tuna hospitali ya wilaya tulikuwa tuna vituo vya vi afya vitatu sasa hivi tunavyo tisa. Tulikuwa na zahanati takriban ishirini yakiv tunaelekea zahanati thelathini na tano kwa hiyo tuna vituo vimesogezwa, ni waombe wananchi wetu tuendelee kutumia vituo hivi vya kutolea huduma za afya kwa sababu vimeongezwa, vina wataalam, lakini Mheshimiwa Rais ameleta vifaa tiba kwenye vituo vyetu. Kwa hiyo huduma zote zinapatikana kwenye vituo vyetu kwa hiyo rai yangu watu wetu wananchi wetu watumie vituo ambavyo vipo katika maeneo yetu kupata huduma za afya. Jina naitwa Richard e. Evans Ndege, ni mganga wa tiba asilia. Nilifika wilaya ya Tanganyika mwezi wa tatu tarehe nne na nikaanza majukumu ya huduma tiba asilia, iliwaita wadogo zangu kwa lengo la kunisaidia huduma hii ya tiba asilia ilianza shughuli hili kata ya Kalema, ikiwa na wadogo zangu, lakini tulipofika kata ya Katuma, mwenzangu mmoja aliomba akahudumia Kabatini, mdogo wangu. Nilimruhusu kwenda kuhudumia Kabatini, lakini pia mimi na mdogo wangu mwingine tulienda Igarura, kijiji cha Igarura kwa huduma ya tiba asilia kosa tuliyofanya ni kutumia vipimo vya kitaalamu bila kuwa na utaalamu wa maabara ya vifaa hivyo, hivyo najutia kuwa ni kosa kisheria kutumia vifaa vya kitaalamu bila kuwa na taaluma hiyo kwa kuhudumia tiba asilia. Sasa yako mambo ya msingi sana ambayo nitaka niyazungumze katika kikao hichi, na mkayafanye mkaya kuwa msingi wa maisha yenu. Baada ya hapa, jambo la kwanza, si sawasawa kufanya udanganyifu kwenye afya za Watanzania. Mmekutwa na mmekiri wenyewe kwamba mlikuwa mnawapa majibu ya vipimo ambavyo hamjawapima na kwa msingi huo mnawapa dawa za ugonjwa ambao hawana ni kuhatarisha maisha Tanzania, na kwa sababu walikuwa na vili pia mnajipatia kipato kwa njia ya udanganyifu, haikubariki, na hamtakiwi kuendelea kufanya hayo mambo ndani ya wilaya yetu, hata katika nje ya wilaya yetu, na tafuteni njia halali kama vijana za kujipatia kipato. Kwenye halmashauri zetu zipo fedha kwa ajili ya vijana, na ninyi bado ni vijana. Lakini wilaya yetu ina fursa nyingi. Kama mmetoka kule Simiyu kuja huku ama Shinyanga kuja huku, bado hapa Tanganyika kuna fursa ambazo vijana wanaweza kuzichangamkia: fursa za kilimo, uvuvi biashara, ufugaji wa mifugo, ufugaji wa nyuki. Hizo ni shughuli halali ambazo hazihatarishi maisha ya mtu anayempatia huduma. Sijafurahishwa kama serikali kuona vijana wenye umri wenu wenye nguvu mnakuwa matapeli, mnakuwa wadanganyifu. Sio sawasawa kwenye nchi yetu, lakini kwenye wilaya yetu pia sio sawasawa mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili ni watake watendaji serikalini, kuanzia ngazi ya halmashauri kushuka chini, wasitoe barua ovyo za utambulisho bila kujiridhisha unayemtambulisha ni nani ana sifa gani, na ukimtambulisha mfuatilie uko na kufanya nini. Lakini si mkazi wa Tanganyika, ametoka huko alikotoka, unamfahamuje kule? Kwa hiyo hili, timu ya wataalamu wetu, mhakikishe mnalizingatia. Hata kama tungekuwa tuna wino mwingi kiasi gani, tunapinda na karatasi, sio kutoa vitambulisho ama utambulisho wa watu kiholela. Kwa hiyo hii nayo halmashauri mlitazame na mlizingatie. Vyombo vya usalama wamlike kila kona. Nawapongeza kwanza kwa kazi mlioifanya, deleni kumlika, bila ninyi hawa wangefanya makubwa zaidi ya hapa na mabaya zaidi hayo wao wenyewe wamekiri. Sasa kama mtu unamwandikia na temperature ya thelathini, wewe mwenyewe unayeandika hujui, unayemwandikia naye hajui. Sasa wote mekutana ambao hamjui, halafu mnahudumiana, si ndio kuangamizana? Huko hatuko tayari kuona jamii yetu inaangamizwa na vijana wasioadilifu. Wa kupitia tukio hili, tunawataka vijana wote wawe wazalendo kwa nchi yao na kuwa mzalendo ni pamoja na kufanya mambo ambayo yanakubarika kwenye jamii yetu. Lakini ninyi mtaendelea kutazamwa na vyombo vya vion usalama, mienendo yenu wataendelea kuifuatilia, kuona kama mlichotuambia hapa kwamba mmebadilika, mmejifunza na mtakuwa raia wema. Tutaendelea kuona, kokote mtakako kwenda mtatazamwa.